Kuanzisha biashara utajisikiaje? Nikichukua noti za shilingi laki moja na kuchoma moto sasa hivi, utasikia uchungu, si ndio? lakini ukweli ni kwamba kila siku vijana wengi wanafanya hiki kitu kwenye biashara zao bila kujua. Biashara ya mtaji mdogo haina shock absorbers. Kosa moja dogo tu linaweza kufanya mtaji wako wote uyayuke kama barafu juani. Leo nitakutajia makosa saba ambayo yanaua asilimia tisini ya biashara mpya Tanzania na kosa la nne ndilo linalowasumbua wengi zaidi. Karibu kwenye video yetu. Kosa la kwanza ni kuanza biashara kwa mbwembwe. Kosa la kwanza ni kuanza na matumizi badala ya mauzo. Unapata mtaji wa laki tano, na kitu cha kwanza unawaza ni kukodi fremu, kupiga rangi na kuweka tiles Kabla hata hujauza bidhaa moja, umeshatumia hapo kama laki nne hivi. Look, umebakiwa na laki moja tu ya mzigo. Hili ni kosa kwenye biashara ya mtaji mdogo. Mwonekano sio pesa, mauzo ndiyo pesa. Usikimbilie kukodi ofisi, anzia nyumbani, anzia mtandaoni au tembeza mizigo hakikisha pesa yako kubwa inaenda kwenye bidhaa yaani stock, na pia upande wa marketing, sio kwenye kodi ya nyumba. Kosa la pili linajulikana kama copy and paste bila data. Sasa ili kosa la pili, umemwona mtu kama Juma anauza chipsi na ana wateja wengi na wewe kesho unaenda kufungua banda la chipsi pembeni yake. Unafikiri utapata mafanikio kama yake? Hapana, hujiulizi kwa nini Juma anauza labda. Labda ana mchuzi wa siri, labda anaongea vizuri na wateja, au labda amejenga jina kwa miaka mitano. Ukianza biashara kwa kuiga tu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 Kosa la tatu ni biashara ya mali kauli, au kwa Kiingereza wanasema the credit trap. Hili kosa linaua urafiki na linaua biashara. Unaanza kuuza nguo, unampa rafiki yako shati akulipe mwisho wa mwezi, unampa jirani viatu akulipe akipata mshahara. Ndugu yangu, wewe siyo benki. Biashara ya mtaji mdogo inahitaji cash flow, yani mzunguko wa pesa. Unapouza kwa mkopo, mtaji wako umekwama kwa watu. Kesho ukitaka kwenda kuchukua mzigo mwingine, kari yako huna pesa taslimu. Matokeo yake duka linabaki tupu, huku unaidai dunia nzima. Kataa kuuza kwa mkopo ukiwa bado ni mdogo katika biashara. Kosa la nne ni kuchanganya mifuko, pocket mixing, au kwa lugha nyingine ni kuchanganya pesa ya biashara na matumizi yako ya binafsi. Hili ndilo kosa linalokwambia, ninalokwambia linawasumbua wafanyabiashara wengi. Mfuko wa biashara na mfuko wako wa suruali ni kitu kimoja. Sasa ukiuza bidhaa ya elfu kumi na ukapata njaa, unatoa humo humo na unakula ukipata dharura ya na nauli unatoa umo umo. Sasa hii haiwezekani. Mwisho wa mwezi ukipiga hesabu, hujui faida ni kiasi gani na mtaji ni kiasi gani. Lazima uwe na nidhamu, hata kama ni biashara ya karanga. Tenga pesa ya biashara pembeni, iheshimu kama vile ni pesa yako au pesa ya bosi mkali asiyecheka na mtu. Kosa la tano ni kula mbegu. Kuna tofauti kati ya kula matunda na kula mbegu. Umepata faida ya kwanza, badala ya kuirudisha kwenye biashara ili ikue, yani ku reinvest kwa Kiingereza, unaenda kununua simu mpya au nguo mpya ili uonekane umefanikiwa. Kumbuka biashara changa ni kama mtoto mchanga, inahitaji kulishwa na sio kunyonywa. Miaka ya kwanza faida yote inapaswa kurudi kuongeza mzigo. Ukila mtaji, yaani mbegu, usitegemee kuvuna msitu. Kosa la sita ni kudharau marketing. Umefungua duka, umekaa kwenye kiti, unasubiri wateja waje. Hiyo ni biashara ya kizamani. Leo hii biashara inafuata watu. Kosa kubwa ni kudhani bidhaa nzuri inajiuza yenyewe. Hapana, lazima upige kelele. Tumia WhatsApp status, tumia Instagram, waambie watu wa mtaani kwako, usioni aibu. Biashara ni makelele. Nyamaza ufe njaa, au piga kelele uuze. Kosa la saba ni kukata tamaa mapema. Sasa kosa la mwisho ni ile la kukosa uvumilivu. Vijana wengi huanza biashara kwa moto mkali, lakini wakikaa miezi mitatu bila kuona faida kubwa, wanafunga na kusema biashara hii hailipi. Sasa nimekusha kueleza makosa saba ambayo inabidi uepuke kama unataka ufanyikiwe wakati unaanzisha biashara mpya. Sasa kabla sijamalizia hii video nina wito, nataka kukueleza kati ya haya makosa saba niliyokueleza, ni kosa lipi ambalo umeshawahi kulifanya au unaliona sana kwa washikaji wako? Niandikie kwenye comments hapo chini, uandike mimi nimekosea labda namba nne kwa mfano, au namba mbili inanisumbua sana. Kama umependa video hii, usisahau kubonyeza like na subscribe. Hii ni How to Start a Business Channel na tunakupa mbinu, sio maneno matupu. Sasa tukutane kwenye video ijayo. Mimi ni mtayarishaji wa hii video, Ali Mwambola, asante, karibu tena. Kuanzisha biashara